Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nakusikiliza pale wakati unaongelea na kutoa maelekezo thabiti ya barabara ambayo imetajwa hapa na baba askofu, na makofi mengi ya wananchi yaliashiria kwamba wamekuelewa. Na mimi nitumie nafasi hii kusema kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale maelekezo uliyotoa yale, hivi ndivyo waziri mkuu anavyotakiwa kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo na mimi naona raha nikikuona, mimi tukikutana na mimi nitakuwa nakuita kwa sababu tu ya Rwanda pale, nitakuwa nakuita waziri mkuu mwandamizi. Mwasha Baba Askofu, barabara ya kutoka Kitai mpaka Rwanda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 Sasa mkuu wa mkoa mwite, na namwelekeza pia waziri wa ujenzi, atakuja aje aone hilo badiliko, na nitakapokuja ziara kwenye mkoa huu, nije nione kazi iko tofauti na hii ambayo imeshafanyika.